Wa kala sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man yuridi llahu bihi kheiran yufagihu fi din. Amma baad, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani bwana wetu kipenzi chetu wana mtume Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam eh, tutaanza insha allah eh, madarasa kidogo fupi khususan manaake msimu hunu eh, katika siku za mwisho za Ramadhani tutagusia katika darasa hizi masaili ya yanayohusiana na zaka ya fitiri. Mwanzo wa Ramadhani ama kabla ya Ramadhani tulizungumzia masaili ya yanayohusiana na somo ha, kwa darasa takriban darasa kumi hivi. Naam. Na sasa inshallah tutazungumzia haya madarasa ama maelezo yanayohusiana na Zaka ya fitri ni katika kukumbushana baadhi ya ahkam ambazo eh, ni za muhimu zaidi, utasema labda katika jamii zetu zinakaririka zaidi, ama twauliza sana naam. Eh, hizi zaka za fitri kwanza, mpaka kuitwa zaka za fitri ni kuwa ni zaka ambazo hutolewa ile siku ya kuf, yani kufuturu kutokana na somo, yani kufungua kutokana na nini nasomo

na hadithi hii imepokea Imamu Muslim na eh, Bukhari, asema eh, Ibn Umar kuwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam alifaradhisha hizi zaka za fitiri eh, kutoka yani kutoka Ramadhani fitiri ya Ramadhani juu ya watu akasema, swa'an min tamr swa eh, sisi wasaidi nafikiri tuasema pishi pishi ya tende eh, au swa'an min sha'ir au pishi ya nini sha'ir eh, eh ala kulli hurin eh, au abdin dhakarin au untha min almuslimin, kwa kila eh, mtu aliyohuru au hata mtumwa mwanamume au mwanamke katika waislamu tamam. Hii ndio hadithi ya kufaradhisha eh, zaka za nini, za fitiri. Na hii eh, zaka za fitiri ni wajibu takriban. Eh, kabla ya kuingia kwenye masail tutaona maneno haya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni kuwa kila mtu lazima atoe zaka au atolewe. Kama ni mtumwa yule, sayyid wake, yule bwana wake, ndo atoe. Kama ni mtoto mdogo, maana kwa Bwana Mtume anasema dhakari na untha, angalia eh, mwanamume mwanamke, mkubwa au mdogo eh, lazima wazazi wake wamtolee zaka kama ile tena. Utapata hii ni katika zaka eh, ambazo wengi katika waislamu ni wajibu wao. Manake, kama tutakavyokuja kuzungumzia, eh, E, nini masharti ya wajibu ama ni mambo gani yanafanya mtu sasa, tumwambie kuwa yeye analazimika kutoa zaka ya fitiri. Utaona yale masharti ni masharti yani madogo sana. E, wengi wetu, hususan watu wa zama hizi, wengi wetu mtu yote ambaye labda yuaishi kwenye nyumba, ana manguo, ana makabati, labda kabati la nguo na nguo nyingi, ana vitabu e, ana pesa kiwango fulani, mtu kama yule lazima atoe zaka ya fitiri e, na utaona watu wengi katika sisi alhamdulillah, e, tunao angaa nguo za ziada eh? tuna nguo zaidi ya nguo tatu, nne, tano, basi halas, zile za zaidi twafatu ziuze ili tutoe zaka za fitri. Watu wengi watu wengi wadhani la zaka za fitri ama zaka umuma atinza matajiri, la hizi zaka za fitiri zinaingia katika wa, yani kwa watu wengi sana kiuhakika Ha? na tutataja yale masharti inshaallah katika yani, e, e, e, maelezo yatakayokuja tutataja yale masharti. Kila mtu atajiangalia, je yeye ni katika watu ambao lazima atoe zaka za fitri ama haingii katika hao na e, sasa uwajibu <coughs> wa zakatulfitri wajibu wa zakatulfitri ni kwa mtu ambaye amediriki Ramadhani na Shawali, amepata juzi part kidogo tu hata baadhi ya Ramadhani. Ha? na baadhi ya nini Shawali, ha? ile siku ya Shawali ama tuseme baada ya magharibi siku ya mwisho ile siku ya ishirini na tisa, kwa mfano tuangalia mwezi, tumeangalia mwezi tarehe ishirini na tisa ya Ramadhani, tumeangalia mwezi, mwezi ukaonekana. Kwa hiyo baada ya magharibi ile ni Shawali, sio ndio? imeingia Shawali maanake kama tunavyojua e, katika Uislamu uh, uh, usiku unatangulia mchana. Kwa hiyo baada ya maghrib moja kwa moja tutasema nini, ishaingia Shawali. Sasa mtu yoyote ambaye atadiriki hii ghurubu shamsi atadiriki hii eh, yani kule kuzama kwa jua ile siku hmm, kuwa kumaanisha alikuwa yuko hai kabla ya kuzama jua Yani ile tarehe ishirini na tisa na ile tarehe moja ya Shawali pia alikuwa hai, hata kama dakika tano, yani dakika tano kabla ya magharibi. Ha, e, yani kwa mfano, mtoto azae, azaliwe siku ya mwisho wa Ramadhani, jua likazama jua lilipozama yeye yeah, yeah, yuko yuko hai, kisha mwezi ukaonekana. Kwa hivyo ile siku ikajulikana nini? Ni Shawali. Yule mtoto akafariki labda baada ya dakika mbili, dakika mbili baada ya nini? Baada ya jua kuzama. Basi mtoto kama yule lazima atolewe zaka za fitiri. Mtoto kama yule anahisabiwa eh, amediriki, amepata, ameishi, amekuwa hai katika Ramadhani kidogo na katika Shawali kidogo. Basi mtoto kama yule, kwa masharti yatakayofuatia, yatakayokuja, ni kuwa lazima atolewe zaka za fitiri na wazazi wake ni wajibu na tutaeleza e, e, wajibu kwa api na maelezo yatakuja inshallah. Tamam. Kwa hiyo mtu alodiriki, alopata. Na hapa tumetaja extreme, mfano ule extreme zaidi. Lau mtu atafariki kabla ile siku ya Shawali. Lau mtu atafariki kabla ya siku ya Shawali. Yani amefariki siku ya 29 Ramadhani, kabla ya maghrib kwa muda mchache, kwa sekunde kadhaa, kwa dakika kadhaa akafariki. Mtu kama ule, hana, wajibu wa kutolewa nini zaka ya fitri? Au mwingine anzaliwa baada ya jua kuzama, baada ya maghrib, labda nzaliwa isha, ile siku ya shawali anzaliwa, mashallah eh. Ama anzaliwa baada tu hivi, kwa muda mchache, muadhini ameadhini, Allahu akbar Allah, kumaanisha jua lishazama pale, palepale mtu akazaliwa, basi ule mtoto hakuna wajibu wa kumtolea nini, Zaka za fitri. Hatolewi zaka za fitri. Tamam? Kwa hiyo, eh, kitu cha kwanza majambo la kwanza, au mtu wa kwanza ambaye ni wajibu ni mtu ambaye amediriki Eh, juz amin Ramadan, wa juz amin Shawal kisha, sikudiriki tu. Ni awe amediriki. Kisha yule mwenye kutoa sasa, yani nani ndo lazima atoe? Mwenye kutolewa tushajua nani lazima atolewe, ima atatoe mwenye au atatolewa na mtu, tunasema hata mtoto mdogo. Tamam? Sasa yule mwenye kutoa. Sharti lake nini? Sharti lake ni awe ni mtu ni musir wa wenyewe, anasema ni musir, yani eh, ana pesa, ana uwezo. Tutasema musir, yani eh, ana uwezo <clears throat> lakini nini maana ya uwezo katika mlango huno eh? maanake uwezo kisheria, almusir katika sheria ina tofautiana sehemu tofauti tofauti. Eh, zaka zile za mali, zaka ambazo mtu yuatoa kila mwaka, labda pale ni mpaka ufikishe niswabu. Lakini hapa kwenye zakatul fitri ni vipi? Eh, matuambia ni yule mtu ambaye ana chakula chake cha ile siku ya idi na ule usiku unaofuata ana chakula chake cha ule mchana wa Eid, afwan, mchana wa Eid na ule usiku tamam. Yani ile shawali ile asubuhi yake mchana wake anao chakula na ana chakula cha ule usiku unaofanya nini, unaofuatia. Ikiwa anao e, ana chakula hiki na ana chakula cha kulisha wale wanaomlazimu yeye kuwalisha, kwa mfano watoto wake, mke wake e, kama ye, ni ni wajibu kualisha babake na mamake e, manake kumlisha baba na mama ni wajibu katika hali fulani, ikiwa mama na baba ni maskini, utawalisha, lazima uwalishe we mtoto kama unao uwezo tamam. Kwa hiyo mtu yoyote eh, ambaye ana chakula chake, angalia ni chakula tu, ndio tukasema ni chakula tu eh, na maskani, yani na sehemu ya kukaa. Ana chakula chake cha ile siku ya Idi, tamam, na usiku unaofuata na pia ana chakula cha kuwalisha wale watu ambao wanamtegemea yeye, yani si kumtegemea tu hivi hivi, yani kumtegemea kuwa ni lazima awalishe, kuwa ni wajibu wake kufanya nini? Kuwalisha. Tamam, kwa hiyo tukimwangalia mtu akiitwa Zaid kwa mfano, huyu Zaid labda yeye ana pesa kama eh, elfu kumi kwa mfano, huu ni mfano. Ana pesa elfu kumi ima ni kwenye benki, ama ana pesa pale nyumbani elfu kumi. <clears throat> Tutamwambia hizi elfu kumi wewe zatosha chakula chako cha ile siku ya Idi peke yake na usiku wake, pamoja na watoto wako na wake zako na mama yako na babako. Taban, elfu kumi galiban yatosha. elfu kumi yafanya nini? Yatosha, yani lau yeye atawalisha yeye, atajilisha yeye eh, na mke wake eh, na watoto labda watoto watatu wanne eh, <clears throat> na baba na mama, labda kitakachoenda, labda ni mfano tu, labda kitakachoenda ni elfu na mia tano kwa hiyo, yeye mtu kama huyu ana elfu kumi tu ana elfu kumi tuangalia, si tajiri mtu kama huyu, lakini tumwambia yeye ni wajibu atoe zaka za fitiri. Mtu kama huyu ni lazima afanye nini? Atoe zaka za fitri, wazi. Na ndo tukasema pale, mtu ambaye ana manguo tamam, ana nguo nyingi labda kwenye kabati tamam, zile nguo tutamuuliza wewe, wahitaji nguo gani ile siku ya idi. wahitaji nguo ngapi? Yani unahitaji nguo moja mbili tu Halas, basi zile zilozidi zote zile ni extra, lazima auze nguo kwa kadri ambayo atapata pesa ataweza kutolea zaka za nini? zaka za fitiri. Na tutaeleza atatoa nini? zaka za fitiri, mtu hutoa nini? Haya ni maelezo yatakuja katika haya madarasa yajayo. Tamam. Kwa hiyo nafikiri tushapata fikra. Lakini mtu haambiwi auze nyumba yake. La. Mtu haambiwi auze nyumba yake. La. Kwa mfano mtu ana nyumba, hatumwambii ah, hii nyumba yako ni ghali sana, nienda. La la, la. La, la. He, ile nyumba ikiwa yeye yuahitaji eh, ama anawatumwa yuahitaji, haina neno, abaki nao, hakuna, pale hakuna uwajibu kumwambia la, watoe hawa umauza hii nyumba unoe ndogo kidogo la, la, la, la. Pale hatumwambii, lakini nguo ambazo zimezidi atauza eh. <clears throat> Mpaka maulamaa wamesema ikiwa mtu ana vitabu labda nuskha mbili, kwa mfano kitabu kimoja ana copies mbili aa ni kitabu tu ukijua, ndio maana tumekitaja. Kitabu kwa mfano Safina, tunaja. Ana copies mbili. Eh? Na si ati ile copies zote mbili ziko sawa sawa. Si ati copy moja ameandika, eh, taaliqati na ile copy nyingine ameandika taaliqati nyingine. E, la, lakini zote ziko sawa sawa. Basi ile copy moja lazima iuze, ili apate pesa, aende akatoe nini? Zaka za nini? Za fitiri. Kwa hivyo tueni makini. Utaona jamii zetu, wengi wetu tuna manguo kwenye makabati mingi. Kumaanisha zaka za fitri ni wajib. Sasa utauza zile nguo au hutauza hayo mambo mengine? Tamam.